Waamini wote, tumsifu Yesu Kristo. Yeah. Poleni kwa msiba wapendwa waongolezaji. Tumekusanyika hapa kanisani kwa huzuni na majonzi makubwa kumsindikiza marehemu Padre Dominic Kemikimba Rugemalira katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Amemaliza safari yake hapa duniani ambayo Mungu amependa aimalize siku ya Ijumaa asubuhi ghafla hivyo. Yeye kama tunavyoona, amelala mbele yetu kwenye jeneza, hawezi kutoa kauli, kufanya ucheshi, kutusimlia ya alipenda sana kusimulia mambo ya taalimungu au dogmatics. Awezi kuongoza ibada ya misa takatifu kama alivyozoea kufanya. Akupenda siku ipite bila ya kusali misa, labda kama anaumwa sana. Awezi kusali sala ya breviale aliyoipenda sana na alikuwa mwaminifu katika kusali sala hiyo awezi tena kusali nasi na sala ya rozari takatifu kama alivyozoea kuisali asubuhi au kila mara, kama tulivyosikia kwenye wasifu wake alipopata muda. Yeye amemaliza safari yake hapa duniani, anasubiri kama kuna deni ambalo akulilipa, anasubiri maombi yetu yamstahilishe uzima wa milele mbinguni, na zaidi Kumpiti, kum, pat, eh, kupitia adhimisho la Misa Takatifu au Ekaristi ambalo aliliadhimisha mara nyingi. Kwa hiyo anasubiri huruma yetu, tusali kumwombea, wapendwa katika Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo alituahidia, anayekula mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uhai wa milele nami nitamfufua siku ya mwisho. Hayo tunayasoma kutoka katika Injili ya Yohane sura ya sita aya ya hamsini na nne. Hivyo tunayo imani kuwa baba yetu huyu Padre Dominico Rugemalira, kwa kuwa aliamini andiko hili na akajitoa sadaka maisha yake yote kumtumikia Mungu kwa kuadhimisha misa kila siku, tunayo imani Mungu atamfufua siku ya mwisho pia yeye, kwa kuwa aliamini maneno haya na akayafundisha kila mara alipokuwa e, na nafasi ya kuongoza mazishi na wakati mwingine e, ya kuwa nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama isingekuwa hivyo ningalikwisha waambieni. Sasa nakwenda kuwatayarishieni nafasi. Haya tunayasoma kutoka katika Injili ya Yohane sura ya kumi na nne aya pili. Hivyo kwa kupitia imani yetu, ingawa tunahuzunika, lakini tunaimarishwa na maneno hayo na tunaamini kwamba huyu baba yetu Mungu atamtupa atampokea katika maisha ya uzima wa milele. Wapendwa, maandiko matakatifu tunayoyasikia yatutie nguvu na tuzidi kumwombea. Ukisoma historia ya maisha yake unaona kuwa yeye aliugua muda mrefu kama tulivyosikia kwenye wasifu wake hata kabla ajawa padre. Alikuwa akisumbuliwa na maumivu ya tumbo na baadaye e, miaka ya elfu moja mia tisa sabini na sita e, alianza kusumbuliwa na ugonjwa wa shinikizo la damu na baadaye ndipo akaanza kusumbuliwa na miguu. Yote hayo ameyavumilia. Wale walioishi naye kama yeye asinge kueleza kwamba anaumwa usingefahamu kuwa yeye ni mgonjwa. Yeye licha ya kwamba alikuwa na maumivu kila siku, aliendelea kufanya utume bila malalamiko. Yeye alienda hospitali mara kwa mara eh, kwa ajili ya check up au kuangalia afya yake, hasa hospitali ya Bugando. Wapa alikwenda kwa ajili ya kupata matibabu juu ya miguu yake. Kwa kuwa alikuwa mtu wa sala mbalimbali mbali, Mungu alimjalia nguvu za kuvumilia mateso, akiamini maneno yafuatayo ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anatuambia: ulimwengu ulimwenguni mnadhiki, lakini jipeni moyo mimi nimeushinda ulimwengu. Hayo tunayasoma katika Injili ya Yohane sura ya kumi na sita aya ya thelathini na tatu. Wapendwa katika Kristo, pamoja na kumsindikiza Padre Dominico Rugemalira Maria, tumefika hapa kutoa shukurani. Maandiko Matakatifu yanatuhimiza salini kila wakati na kuwa na shukurani kwa kila jambo. Hayo tunayasoma kutoka katika barua ya Mtakatifu Paulo kwa Watesalonike sura ya 5 aya 17 hadi ya 8. Tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya Padre Dominik Rugemalira na utume uliotukuka ambao ameufanya wakati wa maisha yake. Tumekusanyika hapa pia kumfanya tendo la huruma ambalo ni la kumzika mpendwa wetu Padre Dominico Rugemalira. Na maandiko matakatifu yanatuagiza yakisema, mwanangu, mlilie mtu aliyekufa, lia kwa uchungu, kuonyesha huzuni, kuonyesha huzuni yako, uzike mwili wake kwa heshima ipasavyo, wala usipuuze mazishi yake, lakini tawala huzuni yako, maana huzuni huweza kusababisha kifo, na huzuni ya moyo hunyonya nguvu za mtu. Usiruhusu moyo wako kutawaliwa na huzuni, ifukuze huzuni ukifikiria mwisho wako. Usisahau kwamba hakuna kurudi nyuma, umsaidii marehemu chochote, na unajidhuru mwenyewe. Kumbuka utafaa kama alivyokufa Jana yeye na kesho wewe. Hayo tunayasoma katika eh, kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 38 aya 16 mpaka ya 22. Tunapomzika mzee wetu huyu, tukumbuke na kujitayarisha vizuri kwa ajili ya siku ya mwisho katika maisha yetu, maana hatujui siku wala saa Mungu atakapotuita. Ayo tunayasoma kutoka katika Injili ya Luka sura ya kumi na mbili sura ya kumi na mbili aya 35 mpaka ya 40. Kama tulivyosikia, Padre Dominico ameitwa wakati anatoa huduma ya mafungo kwa wanakaroli walei. Pia tujifunze ufupi wa maisha yetu ili tuweze kuwa na hekima ya kuishi kujitawala na kujishinda. Na maneno haya tunayasoma kutoka katika Zaburi ya tisini aya ya kumi na aya ya kumi na mbili. Na maneno haya tutayarudia tena tutakapokuwa tunakaribia kusimika msalaba kwenye kaburi lake tunapotafakari juu ya msiba huu Tumwombe Mungu aendelee kutufundisha kuwa kila binadamu ni kama majani na utukufu wake wote ni kama hua la majani, majani hunyauka na maua huanguka. Hayo tunayasoma kutoka katika waraka wa mtume Petro kwa watu wote sura ya kwanza aya ya 24 mpaka ya 25, zaburi ya 103 na aya ya kumi na tatu ya mpaka ya kumi na nne. Na tunaambiwa tena maana hapa duniani hatuna mji wa kudumu, lakini tunautafuta ule unaokuja. Hayo ni kutoka kwa waraka kwa Ibrania sura ya kumi na tatu haya ya kumi na nne. Wapendwa kwa kuwa maisha yetu ni mafupi tufuate maneno ya Kristo anayotuambia kuwa msiweke hazina hapa duniani ambako nondo na kutu huharibu. na wezi huingia na kuiba jiwekeeni hazina mbinguni ambako wezi hawaingii wakaiba maana pale ilipo hazina yako ndipo pia utakapokuwa moyo wako. Hayo tunayasoma kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya sita aya ya kumi na tisa mpaka ya ishirini na mbili. Tuangaike na dunia, lakini tuwekeze zaidi mbinguni. Angalia wewe mwenzangu au mimi mwenyewe, ninawekeza wapi? ninawekeza mbinguni eh, hao ninawekeza duniani? Wapendwa waombolezaji, kama tulivyosikia katika historia ya maisha yake huyu baba yetu mpendwa amewekeza maisha yake kwenye kutafuta ufalme wa mbinguni, kwa mifano kadhaa ambayo tumeisikia kutoka kwenye wasifu wake. Yeye alikuwa padre wa sala Ukienda kwake asubuhi au jioni utakuta akisali sala ya kanisani ambayo ni sala ya kanisa ambayo huwa inaitwa breviari, au wakati mwingine utamkuta anasali rosari na sala nyingine za binafsi. arokea akatoma alipokaa muda mrefu, anasema miaka ishirini na miwili aliweza kuwafundisha watu wengi kusali rozari na alikuwa na kikundi cha rozari, kwa hiyo aliwekeza kwa mama Bikira Maria na inasemekana hii rozari, ukisoma kitabu alichokiandika e, unaona kwamba alianza kusali rozari akiwa kijana mdogo, hata e, alipokuwa darasa la tatu, hata pera tayari alikuwa na moyo wa kusali rozari kwa hiyo hiyo rozari ameandamana nayo, na katika maisha yake ameandamana na Mama Bikira Maria mpaka mwisho wa maisha yake. Padre huyu ni mmojawapo wa padre wasomi wa jimbo la Bukoba. Kama tulivyosikia, alikwenda Roma na akapata eh, digrii ya udaktari au digrii ya uzamivu alijua lugha mbalimbali za kigeni kama vile Kilatini, Kiitaliano, Kifaransa na Kijerumani. Licha ya kwamba alikuwa anajua lugha hizo, akujivuna wala kuonyesha majigambo. Alikuwa mnyenyekevu na mtii, na wakati mwingine eh, nilikuwa namtania, nadhani labda kifaransa ameisha sahau, lakini alipoanza kuongea ikabidi nikae kimya kwa sababu hakutaka, eh, kuonyesha eh, umahiri wa aina yoyote. Alikuwa mnyenyekevu. Baba huyu amekuwa mtu wa kuwajibika katika utume wake aliyokuwa anapewa, na alikuwa mtii kweli. Alipenda hata kuwaambukiza wanafunzi, aliwafundisha tabia hiyo kwa kuwa yeye alikuwa anawajibika alipopewa kazi, na alitimiza haraka haraka bila kupoteza muda, na alipenda wanafunzi wake wawe hivyo. Alikuwa ni mfano mzuri wa kuishi maisha ya upadri wake. Alikuwa mara kila mara, kama tulivyosikia, mwenye furaha. Alikuwa mlezi kweli kweli. Ndiyo maana aliteuliwa na kufundisha seminari ya Rubya, Tungamu, Kiparapara miaka kumi na mitano na wale aliyowafundisha wanasimulia uwajibikaji wao. Wengi tunao hapa, maaskofu na mamonsinyori. Huyu baba aliyelala hapa ni mmojawapo eh, aliyefundisha mapadri wengi wa Bukoba na wa Tanzania. Alikuwa anajivuna kweli kwamba hata alimfundisha eh, Mwadhama Polikarpo Pengo. Kwa hiyo alifanya utume mkubwa, akupenda kulimbikiza mali, alitoa kwa ukarimu. Mali nyingi alizokuwa nazo alizitumia kuwasaidia wahitaji maskini na utume wa kanisa, hasa utume wa kanisa. Yeye alikuwa amebahatika kupata wafadhili huko Ulaya, lakini mali alizozipata kutoka kwao alizitumia kwa utume wa kanisa. Kwa mfano, kusaidia uanzishaji wa shamba la migomba pale Katoma na bado linaendelea ujenzi wa hosteli ya Kagondo na goroto ya Mama Bikira Maria hapo Katoma. Aliwapenda watu. Alikuwa mshauri mzuri na mkweli. Alikuwa ataki mambo ya kuzungukazunguka, anakwambia e, bwana hili liko hivi eh? alipenda E, kueleza ukweli e, kwamba hili liko hivi na e, kienda kwake, anakuambia bwana, sasa wewe usianze kuzunguka zunguka zungu, e, ukweli uko hivi. Marehemu Padre Dominico ni mmojawapo wa mapadri wa Bukoba kama tulivyokwisha sema, aliwafundisha watu wengi na alibahatika hata kuwafundisha maaskofu. Yeye alikuwa anasema aliwafundisha maaskofu nane, na ukiangalia katika kumbukumbu -kumbu zake unaona kwamba hata na idara ya uenezaji wa imani ya Roma ilikuwa ikimtumia sana katika uteuzi wa maaskofu wa nchi yetu ya Tanzania. Baba Mwadhama Protas Ugambwa maaskofu wakuu na maaskofu mbalimbali wametoa pole kwa jimbo letu kufuatia kifo cha Padre Dominico Rugemalira eh, mwalimu na mlezi katika seminari zetu za Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Tunazileta hivyo, tunapenda msipokee, na wote walikuwa walikuhakikiri kwamba tumepoteza baba maili na mrezi ambaye alifanya utume uliotukuka. Wapendwa waombolezaji, Mheshimiwa Padre Dominico Rugemalira, tunasema ulitoa maisha yako kwa ajili ya kutangaza habari njema. Ulikuwa mwalimu na mlezi wa kweli uliwafundisha mapadre wengi wakiemo maaskofu maprofesa madaktari na walei wazuri. Wote wanakukumbuka na kukuombea. Ulitoa vipawa na maisha yako kwa ajili ya Kristo. Asante padre, kwa utume wako uliotukuka. Pumzika kwa amani. Sasa unaweza kusema kama Mtakatifu Paulo Mtume alivyosema, nimefanya bidii katika mashindano, nimemaliza safari yote, na imani nimeitunza, na sasa imebakia tu kupewa tuzo la ushindi kwa maisha ya uadilifu, tuzo ambalo Bwana hakimu haki atanipa mimi siku ile, na wala si mimi tu ila na wale wote wanaotazamia kwa furaha na upendo kutoka kwake. Hayo tunayosoma kutoka katika barua ya Mtakatifu Paulo ya pili ya kwa Timoteo sura ya nne aya ya saba hadi ya nane. Wapendwa wa tunapomzika Padre Dominico, tujiombee neema ya kifo chema na tujiwekee mikakati ya ku, hata na sisi kufanya utume uliotukuka na baadaye tuurithi uzima wa milele. Namba moja, tushike imani yetu kwa bidii ya kukesha. Biblia inatuagiza mambo yafuatayo kuhusu kukesha: Kesheni basi kwa maana mjui siku wala saa. Hayo tunayasoma katika injili ya Mathayo sura ya 25 aya haya ya 13. Kwa hiyo wapendwa, mkiwa tukiwa tunaingojea siku ile, tufanye bidii kuwa safi kabisa bila hatia mbele ya Mungu, na kuwa na amani naye. Napaswa kuona kuona uvumilivu wa Mungu kuwa ni nafasi anayowapeni mpate kuokolewa. Hayo tunayasoma toka katika barua ya pili ya Mtakatifu Petro kwa watu wote sura ya tatu haya ya kumi na nne mpaka ya kumi na tano Inatokea, inaweza ikatokea kwamba ukamwona mtu kweli anatenda dhambi na apendi e, kubadilika apendi kugeuza mwenendo, hata wanaweka sala lakini, e, kumbe sala hizo Mwenyezi Mungu anamsaidia kumuongezea muda, na yeye anadhani kwamba atanifanyaje, hivyo maisha eh, yanavyokwenda, lakini kumbe Mwenyezi Mungu anakuwa amekupatia muda ili uweze kutubu, usije ukadaka. Eh, kama watu wanakulalamikia jamani, badilisha tabia yako, au wewe uko hivi eh, wewe una nyumba ndogo, au labda wewe ni mwizi na mtu una tabia za ajabu ajabu. Eh, wewe unaona wengine Mwenyezi Mungu anawaita na wewe unabaki. Eh, usije ukasema kwamba, eh, labda mimi eh, Mwenyezi Mungu eh, ananitendea hivi labda kwa mastahili sina kitu chochote. Eh, jua kwamba Mwenyezi Mungu anakupatia muda wa kutubu eh, ubadilishe maisha yako na kitabu cha Yoshua Bin Sira kinatukumbusha, katika matendo yako yote, kumbuka mwisho wako, nawe utatenda e, utatenda dhambi kamwe. Yoshua Bin Sira sura ya 7 aya ya 36. La pili, zingatia, uwe na moyo safi. Yesu anasema, eri wenye moyo safi, maana hao watauona watarithi e, ufalme wa Mungu. Ayo tunayasoma kutoka katika injili ya mtakatifu Mathayo sura ya tano aya ya nane. Kwa hiyo tujitahidi kuwa na moyo safi ndipo tutakapo rithi uzima wa milele tatu, tuweke juhudi kutafuta utakatifu utakatifu ni kutoogopa kupambana na dhambi kiasi cha kumwaga damu yako au damu yetu. Hayo tunayosoma katika waraka kwa Waebrania sura ya kumi na mbili haya na ya nne. Tusiogope kujongea sakramenti za ya uponyaji mara nyingi sakramenti ya kitubio na mpako wa wagonjwa. Siku hizi hasa sakramenti ya kitubio ina wateja wachache, lakini wanaokwenda komunika ni wengi. Tutafakari na kujiuliza. Nne, tujitahidi kusali. Biblia inatuhimiza ikisema salini kila wakati. Hayo tunayasoma kutoka katika waraka wa mtakatifu e, waraka wa mtume Paulo kwa Watesalonike sura ya tano 5 aya ya kumi na saba. Tusali na tuadhimishe Ekaristi bila kuchoka, maana sakramenti zinatuongezea neema ya utakaso iliyo uzima wa roho zetu, hututia bidii na nguvu ya kutenda mema kwa kutuongezea imani, matumaini na mapendo. Tujitahidi kuja kwenye ibada ya misa takatifu. Ingine, eh, wanasema kwamba eh, eh, kimuona mtu anakuja kusali eh, anasema dengolilenga ukore mungu mlisho ndivyo, eh, huko vijijini wanavyosema, lakini tumesikia eh, Padre Dominico Rugemalira ambaye tunamzika leo, yeye hicho ndicho kilikuwa chakula chake, ndio aliyokuwa akiona kuna muda ambao ametulia anasali rosari na kanisani, alikuwa apendi kukosa e, misa kila mara alipenda kusali misa e, alipokuwa na nguvu e, za kutosha. Tano, tuzingatie uaminifu. Maandiko matakatifu yanatufundisha maana ukitenda vitu kwa uaminifu utafanikiwa katika mambo yako yote. Hayo tunayasoma kutoka katika kitabu cha Tobiti sura ya nne aya ya sita. Hivyo tuwe waaminifu kuishi maisha ya Ukristo. Sita, tukumbuke maneno anayosema Mtakatifu Paulo kuwa sisi tuliyoyasikia katika somo la pili, sisi ni raia wa mbinguni, twatazamia kwa hamu Mwokozi aje kutoka mbinguni, Bwana wetu Yesu Kristo. Tukumbuke kila mara kwamba sisi ni raia wa mbinguni, hivyo tufanye kila juhudi kufika huko mbinguni. Tuna imani huyu mzee wetu Padre Dominico amefanya juhudi katika maisha yake yote kwenda mbinguni. Kama alishindwa, basi kwa kupitia sala zetu na ibada ya misa takatifu hii tunayoiadhimisha na nyingine tutakazoziadhimisha, Mwenyezi Mungu ampatie uzima wa milele. Raha ya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana apumzike kwa amani.